Kata hii inaonyesha kwa msimu um, ujao tutakuwa na changamoto kubwa sana ya, ya chakula kwa sababu mvua hazinyeshi, na nimeona wananchi mmepanda mahindi lakini mahindi hayo yameanza kukauka. Sasa hiki sio kiashiria kizuri, ni hali inayoashiria kwamba kwa mwaka ujao tutakumbwa na changamoto kubwa ya chakula kama hatutakuwa makini. Kwa hiyo, niwaombe kwa wale ambao mna chakula, hebu tujitahidi kuhifadhi chakula na kisiuzwe. Kama utauza ni cha kwako, kama utauza uza kiasi, lakini nyumbani chakula kiwepo kwa ajili ya watoto. Kina baba, ule utamaduni wetu kwamba mnauza chakula chote, njaa ikiingia mnakimbia mnawaacha, kina mama, unasema unaenda kuhemea, na ndio kuhemea, mama anahangaika na watoto. Hii tuiache, shemeji zangu, hii tuiache, tusije tukawaacha watoto na kina mama wanahangaika, sisi tunakaa tukawakimbia, tukawaacha. Lakini jambo la pili, mvua chache ambazo zitakuja, tupandeni mazao ambayo yatahimili kwanza hali ya hewa iliyopo, lakini kama ni mahindi, basi tupande yale ya muda mfupi yapo mahindi ya miezi miwili, si ndiyo? Kama yapo hayo, hebu tujitahidi tuandaye mbegu, mvua zikianza kunyesha tupande, ili tusije tukajikuta tunaingia mwaka ujao tukiwa na hali ya njaa kupita kiasi. Kutoka nimetoka Somanda, nimepita Nyangokolwa, bado hawajaanza kupanda mahindi, ndo madogo, mvua haijanyesha. Hata mimi Somanda pale nyumbani sijapanda. Ukiji ukitoka Nyangokolo unaingia Mkololo. Mkololo kidogo, lakini bado hali ya hewa haina tofauti sana kati ya nyinyi na wenzenu wa Mkololo na wilaya na maeneo mengine. Kwa hiyo tujitahidi sana, mvua zitakapoanza kunyesha, moja, tupande mahindi yale ya muda mfupi kwa ajili ya chakula, ambayo yatahimili hali ya hewa iliyopo, lakini pili, tupandeni mazao ambayo yatahimili hali iliyopo ili kwa mfano tuna, kuna viazi tunaweza kupanda si ndio? Mm. Ehe, tupandeni viazi. Kama kuna maeneo yanakubali kupanda mihogo, tupandeni mihogo, angalau kwa hali jinsi ilivyo. Kama itatokea hali imeendelea kuwa hivi, basi iweze kutusaidia kwa ajili ya kupata chakula. Mifugo mtunze, itatusaidia baadaye. Ingawa hali ya hewa sio nzuri sana, lakini ile mifugo tulionayo tusije tukauza yote sasa hivi.